Ndugu zangu wa Katonga nah, kijiwe hichi ambacho kiko Katonga njia panda mwisho hapa kabisa karibia na mwalo wetu yeah. Uh, ilikuwa ni ahadi yangu kwamba nitawasapoti vijana wenzangu kwenye biashara yao wanaoifanya hii ya kupakia abiria ya bodaboda yeah. Na moja kati ya vijiwe ambavyo ni wapambanaji wao, wame, wa wenyewe wamejiongeza, wamekuwa kwa nguvu zao zote, wamekuwa wakishiriki pia kwenye mapambano yetu lakini pia hata ambao hawakushiriki, inshallah mimi ndo kiongozi tayari, na sasa hivi nabeba mzigo wa kusaidia uh, wote kwa pamoja bila kuchagua vyama vyao wala itikadi zao. Uh, leo, leo nakuja kutimiza ahadi moja kati ya ahadi ambayo tulisema tuna, tutawasaidia vijana kwa kusapoti kwa kuwapa bodaboda kama nilivyoelezea sehemu zilizopita vijana wengi wamekuwa wakipewa bodaboda, wanatakiwa walete hesabu uh, shilingi elfu kumi kila siku, wengine elfu kumi na tano Kwangu mimi nikaona kwamba bado huo utakuwa ni mzigo mkubwa kwa vijana, najua inawasaidia, lakini bado ni mzigo mkubwa. Tukasema tutawaletea vi, vi, kila kijiwe tutakipa pikipiki pikipiki piki ambayo itakuwa sio ya mtu yoyote, zaidi ni ya kijiwe. Kila mwenye kijiwe atakuwa na haki nayo, kwa uongozi wao waliochagua na mfumo wao walionao, wao ndo watachagua, pesa ya pikipiki wanaiweka wapi. Wao ndo watachagua, pesa ya pikipiki inawasaidia nini. Kazi yangu mimi kama kiongozi wao nimewaletea pikipiki, matumizi ya pikipiki ni wao ndo wanajua, nani kwenye kijiwe atampa endeshe, nani kwenye kijiwe atakuwa analeta pasenti pa na maisha mengine atakuwa yanaendelea. Sasa hivi mnapeleka vile smashi ngapi? Tunapeleka elfu kumi elfu kumi Sisi tunawapa pikipiki hii ambapo mtakuwa mnatoa shilingi elfu tatu peke yake, na shilingi elfu tatu hiyo, mkifanikiwa mkaitoa shilingi elfu tatu kwa mwaka mzima mfululizo bila kuwa na demeji yoyote, tunafuta deni lilobakia pikipiki na kwaya kwenu, na mnaendelea na maisha yenu. Baba Katonga oye, Katonga safi Awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia siku ya leo kufika hapa. Tupende kumshukuru Mheshimiwa Mbunge Baba Levo kwa kututhamini vijana na ku, kwa kile kidogo alicho nacho kwa kuguswa na kuona kwamba anaweza akachangia na, na vijana wenzio. Pili, nipende kuwashukuru wanachama wenzangu wa kijiwe hiki cha bodaboda kwa kushirikiana vyema, na kwa niaba yao napenda kutoa shukrani kwa Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa Mbunge, tunashukuru sana, tunashukuru sana, tunashukuru sana. Na tunakuahidi ahadi hii, msaada huu tutaulinda, ili ukafanye kazi kwa mujibu wa makuba, wa ulivyokadiria wewe, au kwa namna ulivyofikiria wewe. Na tunakuahidi tutakupa ushirikiano wa kutosha, na tutazidi kujisogeza karibu kama vijana, karibu na fursa za kiuchumi. Pia tunakataa maandamano Tunakataa vurugu tunakataa fujo na tunakataa na vitendo vyote vile visivyofaa ambavyo vitakwamisha maendeleo kwa vijana ndani ya mji wetu wa, Bangu, wa Kigoma. Tunashukuru sana tunashukuru sana nashukuru tuna sana, na sana. Na sana. Na. Katonga oye yeah! Haya, pikipiki yenu hii hapa yeah. Nyie mtapanga utaratibu mnaojua nyie wenyewe.